Tumekuwa na mkutano huu wa uh, mkutano wa kikanda wa baraza la viwanja vya ndege. Mkutano huu una maana gani kwa taifa letu? Kwanza, ninapenda kuchukua fursa hii kuwataarifu wenzangu Watanzania wa wenzangu, kuwaalimisha au kuarifu nini kimetokea hapa Arusha. kwa muda wa kama siku nne hivi tumekuepo hapa Arusha. Tumekuwa na mkutano mkubwa ambao umekusanyika watendaji na viongozi na wataalamu mbalimbali wa bara la Afrika wanaosimamia sekta ya usafirishaji hasa kwenye eneo la viwanja vya ndege hapa. Tumekuwa na baraza la uongozi wa viwanja vya ndege wa Afrika ambao lengo kubwa kabisa, kwanza, ni kuangalia mafanikio ambayo tumeyapata katika sekta ya vi... sekta usafirishaji hasa eneo la viwanja vya ndege. Pili, kuangalia changamoto ambazo zinatukabili sasa na changamoto zinazokuja huko baadaye. Tatu, kuangalia fursa ambazo ziko leo na fursa ambazo zitakuja huko baadaye katika sekta ya usafirishaji wa anga particularly kwenye viwanja vya ndege. Kama mnavyojua, sasa hivi viwanja vya ndege hatuviangalii tu kama ni eneo la usafirishaji wa abiria, tunaangalia viwanja vya ndege kama eneo la kufanya biashara kwa ujumla, na tumepanga kwamba baadhi ya mapato yetu asilimia kubwa sasa hizi iweze kutoka kwenye usafirishaji wa abiria iende kwenye biashara nyingine, yaani tunasema percentage ya revenue yetu itoke kwenye aeronautical area na baadhi ya percentage ya mapato yenyewe yatoke non aeronautical revenue hmm. Sasa mambo haya yote kuyafanya inabidi lazima ina mikakati mizuri na mipango mizuri, na tujifunze kwa wenzetu nini kinachoendelea. Yeah. Kwa vile tumekaa hapa kwa muda wa siku nne kulikuwa na ajenda mbalimbali limezungumziwa na maeneo mbalimbali yamezungumziwa, na tumeona changamoto mbalimbali mbali tumeziona katika vipindi hivyo, na sasa tumejipanga vizuri na tumejifunza vizuri, tunaenda kutengeneza viwanja vya ndege ambao sasa hivi ni vya kisasa, ambao viwanja vya ndege ambao vimekusanyika au vinakusanya mambo mengi inclusive, tofauti na hapo zamani ambapo mtu anakwenda tu kiwanja cha ndege anaondoka anaenda zake e, lakini sasa tunataka mtu viwanja vya ndege vinavyojengwa sasa inakuwa kama shopping center hmm. Mtu anakwenda anafanya mambo yake alafu anaruka anaenda zake na safari na, na miongoni mwa vitu ambavyo uh, rais wa ACI Africa nilivyozungumza naye na hata mkurugenzi mkuu wa ACI World nilizungumza naye alipongeza sana maandalizi ya mkutano huu yaliyoandaliwa na TAA taasisi ambayo ipo katika wizara yako neno lako lipi kwa kauli kama hizi zikitoka kwa viongozi hawa wakubwa nafikiri mimi kwanza namshukuru sana mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ukiona vyelea ujue vimeundwa mazingira haya au environment hii iliyotengenezwa haikuja bure tu. Lakini mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa sana na sisi wasaidizi wake tumefanya kazi kubwa sana na tumeweka mazingira mazuri ambayo leo ukisema Tanzania unatangaza mkutano, unapata wadau mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali mbali ya, ya, ya ya ya dunia. Kwa vile hii yote nayoiona leo na wao wamesema kwamba imefanyika mkutano mzuri, maandalizi mazuri haya yote yametokana na sera mzuri yaliyokuwa na serikali chini ya Dr Samia Sulu Hasan, e, miundombinu mizuri pamoja na mambo mengi ambayo yamefanya kila mtu akija Tanzania sasa anafutika na kutaka kufanya mikutano mikubwa, mikutano ambayo inaheshimisha nchi mm. Tulitarajia kupata watu kama mia mbili hamsini mpaka mia tatu lakini kutokana na data nilizopata leo tumefikia watu mia nne hamsini mpaka mia tano Kwa kweli hili ni jambo kubwa na ni jambo mita limetupa heshima kubwa na kama ninavyosema, yote amekuja kwa sababu ya sera mzuri, mipango mizuri iliyokuwa na serikali ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni vizuri sana na hata wao wenyewe walipozungumza nao, walisema huni mkutano wao bora zaidi katika mikutano yote ambayo walikuwa wameandaa. Uh, miruko ya ndege imeongezeka kwenye uwanja wa Jainia hata uwanja uh, wa Kia, lakini pia usalama na ulinzi hmm, ni vitu ambavyo vimepanda sana. Uh, Serikali inaiangalia vipi sekta ya anga kwenye kuchagiza uchumi na hasa kuchangia maendeleo, hasa hasa kwenye ile dira ya maendeleo ya taifa ya 2050? Kama nilivyosema kwamba sekta, sekta, sekta ya anga sisi hatuiangalii kama sekta ya usafirishaji. Sasa hivi tunaiangalia beyond that, tunaangalia sekta ya anga kwanza iweze kuongeza au ipeleke mbele utendaji wa biashara nchini. Pia tunaiangalia sekta ya anga katika kuhakikisha kwamba inakuza sekta ya utalii. Tunaangalia sekta ya anga kuhakikisha kwamba inakuza pato la Mtanzania mmoja mmoja. Leo ukichukua mfano mzuri maeneo kama ya Arusha. Wananchi wa Arusha maisha yao yamebadilika sana kwa sababu ya sekta ya utalii. Leo ukichukua mfano wa Zanzibar. Manaishi, ma, maisha wananchi wa Zanzibar na maeneo mengine ya Tanzania yamebadilika sana kwa sababu ya sekta ya utalii. Sisi kama wasimamiaji wa sekta ya usafirishaji nchini, hasa usafirishaji wa anga, tutaika miundombinu ya kisasa pamoja na tutaika miundombinu ambayo yanaongeza usalama wa viwanja vyetu na abiria kwa ujumla, ili watau wetu hawa au wadau wetu mbalimbali mbali, waweze kuja ili sekta ya utalii kuwe zaidi, sekta ya biashara ikuwe zaidi, mapato ya wananchi yakuwe zaidi, kwa ujumla ukutumi wa nchi yetu uweze kukua kwa kasi kama tunavyojipangia. Tumeona neno lolote la ziada. Nafikiri mimi niwaombe Watanzania, niwaombe wageni wetu mbalimbali wanaotembelea nchini kwamba Tanzania tumejipanga na tuna miundombinu ya kisasa na viwanja vyetu vya ndege viko vya kisasa na usalama kwenye viwanja vya ndege vya Tanzania uko hali ya juu, na serikali tutaendelea kujenga miundombinu ya kisasa katika mikoa yote ya Tanzania, hasa kwenye sekta ya usafirishaji wa anga. Nikushukuru sana. Asante sana. Kila la heri na ukapumzika. Asante.